Pamoja na miundombinu kama hii ya stendi za mabasi, lakini kuna masoko katika maeneo mbalimbali, kuna mifereji mikubwa ya maji ya mvua ambayo tumekuwa tukiijenga kwa ni kuboresha miundombinu mbalimbali mbali katika miji inayotekeleza huu mradi. Lakini la pili ni kuimarisha usimamizi wa uendelezaji miji, yaani urban planning management and development control. Miji yetu imekuwa ikikua kwa kasi, lakini uendelezaji wake umekuwa hauna usimamizi mzuri nchi nzima. Lakini jambo la mwisho katika u, kwa, kwa, katika u, u, madhumuni ya huu mradi pia ni kuboresha mazingira ya uwekezaji ili kukuza uchumi wa halmashauri husika. Mradi huu unatekelezwa katika miji 45 Mheshimiwa, mweshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu ina majiji matano. Wakati wa uandaaji wa huu mradi tulikuwa na majiji matano na tulikuwa pia na manispaa kumi na sita na tulikuwa na halmashauri za miji ishirini na nne. Sasa hivi imeongezeka, kuna, kuna majiji yanabakia kuwa matano, lakini manispaa zimeongezeka mbili. Tuna manispaa kama ilivyokusha kusema mheshimiwa mbunge, manispaa ya Geita, lakini pia tuna manispaa ya Kibaha kwa hiyo sasa tuna manispaa kumi na nane na mji mmoja halmashauri ya mji mmoja imeongezeka ambayo ni mji wa Warufiji. Kwa hiyo jumla ya halmashauri ambazo zitatekeleza huu mradi ni jumla ya halmashauri arobaini na sita nchi nzima. Na katika hili tulikuwa tumegawanya katika makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambalo tunaita ni tia 1, alafu tuna kundi la pili ambalo ni tia 2, alafu tuna kundi la tatu ambao ni 3. Mgawanyo huu umezingatia ukuaji wa miji lakini pia umezingatia ongezeko la watu katika miji husika na miji ambayo tunaitekeleza kwa, kwa, kwa maana ya kundi la kwanza tuna miji ya Arusha, tuna mji wa Dodoma, tuna mji wa Ilemela, Kahama, Kigoma, Mbeya, uh, Morogoro, Mwanza, Songea, Sumbawanga, Tabora pamoja na Geita, kwao hizi zilipewa umuhimu wa kwanza kwa sababu ya ukuaji wake wa kasi, lakini pia ongezeko la watu na data hizi tumezipata kutoka ofisi za NBS yeah, National Bureau of Statistics ndio tulikopata hizi, hizi information, alafu tuna kundi la pili sasa ambalo ina miji ya Babati Bariadi, Bukoba, e, Iringa, Kibaha, Korogwe, Lindi, Moshi, Mpanda, Mtwara, Musoma, Njombe, Singida, Shinyanga pamoja na Tanga. Hii ni miji ambayo iko kwenye kundi la la, la pili ambayo ni miji kumi na tano, lakini tuna miji kumi na nane na sasa hivi unaongezeka mmoja wa, wa, wa Rufiji, ambao tutakuwa ni mji wa kumi na tisa. Kwa hiyo tuna Bagamoyo, tuna Bunda, tuna Chato, tuna Handeni, Ifakara, Kasulu, Kondoa, Mafinga, Makambako, Masasi, Mbinga, Mbulu, e, na Nyamba, Newala, Nzega, Tarime, Tunduma pamoja na Vwawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tutasaini mkataba wa ujenzi wa stendi ya mabasi ya hapa Geita na mkandarasi aliyeshinda zabuni hii anaitwa Siotech Engineering Company Limited, ambayo imeungana na kampuni ya AMJ Global Multi Contractors kwa jumla ya gharama ya bilioni za kitanzania shilingi bilioni 19 milioni 171 laki sita na moja na mia tano na tisa bila ya ongezeko la thamani, yani kwa maana ya vati. Muda wa utekelezaji wa mkataba huu ni miezi 15 kuanzia tarehe 15 Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na mkataba huu yote miwili inasimamiwa na mtaalamu mshauri anayeitwa Luptan Consultants ambayo ni ya Tanzania ikishirikiana na kampuni ya Safi Consultants, kwa jumla ya gharama ya dola za kimarekani laki sita na themanini na mia tatu, na sabini. Mheshimiwa mgeni rasmi ninaomba nihitimishe kwa kueleza machache kuhusu yale ambayo yanakwenda kufanyika kwenye ujenzi wa stendi hii. Yako maboresho makubwa, na Mheshimiwa Mbunge alishasema tulichelewa kidogo kwa sababu ya kubadilisha eneo, hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza, lakini pia taratibu za manunuzi na zenyewe, kwa taratibu za wenzetu wa Benki ya Dunia huwa zinachukua muda mrefu. Lakini jambo jingine, tulikosa mkandarasi mwenye sifa za kufanya hii kazi katika tangazo dile la kwanza la tenda za mwanzo. Kwa kwa sasa hivi tumepata mkandarasi mzawa ambaye ukweli katika maeneo mengi ambayo amefanya kazi anafanya kazi vizuri na na na nadhani na nyinyi mtakuwa mashahidi baada ya muda mfupi atakapoanza kazi, na kwa sasa hivi yuko Mbeya ambako kazi zake ziko mbali sana, alianza kazi na na anajenga anajenga stendi pale na, na pia kuna soko ambao yuko mbali sana ukilinganisha na wakandarasi wengine ambao tulikuwa tukiwapata kwao. Tuna imani naye na kwamba anaweza akafanya hii kazi kwa wakati kama ambavyo mkataba una, una, unafanya. Tunachotarajia kutoka kwenye hii standi ni kwamba tulikuwa tuna standi iliyopo ilikuwa na uwezo kuwa na mabasi 34. Lakini sasa hivi tunaenda tumeongeza mabasi, yatakuwa mabasi 42, lakini jambo jingine, kulikuwa hakuna maegesho ya bodaboda wala maegesho ya bajaji sasa hivi tumeongeza bodaboda zitakuwa zinapaki pale bodaboda elfu moja bodaboda elfu mia moja na, na hamsini na mbili, lakini bajaji zitakuwa bajaji mia moja na zimetengewa eneo lake katika hiyo stendi. Kuhusu mapato, ile stendi iliyopo sasa hivi ilikuwa ina uwezo wa kuingiza jumla ya shilingi milioni mia moja na sabini na mbili laki sita na kumi na mbili na 45. Lakini sasa hivi baada ya ujenzi, tunatarajia kwamba stendi hii itaongeza mapato ya halmashauri kufikia milioni mia mbili na sabini na nne laki moja na ishirini na nne na mia mbili na saba kwa kila mwaka. Kwa hiyo nilichukua nafasi hii kuipongeza halmashauri na naamini kwamba miradi hii itabadilisha sana sura ya mji wa Geita na kuongeza kwa kipato cha wananchi pamoja na uchumi wa halmashauri.